Ah, ni wakati mzuri niweze kufanya ibada kwa watu wote wanaopatikana duniani nzima, maana haya ni matangazo au ni maombi rasmi kwa ulimwengu mzima. Ah, ni wakati wa, wa maombi tuweze kupiga ma, uh, tuweze kufumba macho tuombe kwa wale wasikilizaji wote watazamaji wanaotutazama mitandao ya kijamii kama YouTube na sehemu mbalimbali haya, tuombe. Mungu Baba, tunakushukuru kwa mchana wa leo katika siku ya leo ambayo ni sabato yako takatifu ambayo ni siku ya Jumamosi. Kuwa pamoja nasi, kutuongoza asubuhi hadi kutufikisha masaha na muda huu, jina lako lihimidiwe. Baba, tunakushukuru kwa kuweza kuwa pamoja nasi ndani ya mwaka mzima ulipoanza, Baba, umezidi kutupendelea, na tukiwaombea na wengine waliopo katika mataifa mbalimbali, waguse, watie amani, watie afya, na wengineo wanaopatikana mitandao ya kijamii, wapatie hekima ya kufanya hala ambayo Baba ambayo anawapatia riziki na ambayo yanayowapatia yanayofanya yanayo yanayokupendeza wewe waachane na mambo wanayofanya yenye kutia chuki mbele ya uso wako Baba, bali wanapotengeneza vichekesho na movie na vinginevyo, waweze kutengeneza vile ambavyo vyenye kuelimisha jamii kuiweka mahali pazuri na mahali palipotukuka Baba. Ndani mchana wa leo tunakushukuru kwa haya machache, tukiamini umekuwa pamoja nasi na kwa kila mmoja mmoja nayesikiliza matangazo haya na maombi haya Baba, kwa jina lako Yesu, amina. Ah, ndugu watazamaji mnayotutazama, nimeamua kuwapigia maombi, maana ni, nimeamua kuwashukuru na kumshukuru Mungu kwa kuweza kunifikisha sehemu hii, kufikia sehemu hii ambayo nimefikia ni, ni jambo kubwa sana. Huenda mkao umepata chapisho au rekodi la mimi kuwa nimepoteza maisha au mwana kikundi mwenzetu kuwa kuna mmoja wetu ametoka, anjamu la kumshukuru Mungu. Mnapotengeneza na wengineo, mnapotengeneza hebu muweke Mungu mbele, maana hamjui leo wala kesho ni kitu gani kinachoweza kutokea. Nawaombea baraka kwa Mungu, wana wana kwa wote wanaonisapoti na wanaoendelea kutusapoti, waigizaji wote wa sanii wote wa ulimwengu mzima. Inshallah Mungu anasaidia, eh, awabariki na awasaidie, awapatie hekima na akili za kutambua mabaya na mazuri, ili wote mpate kuelewa ni jinsi gani mnavyoweza kuishi katika dunia hii. Na wengine wanao ni support, hebu tushishiane katika siku ya leo tushushiane muvi kama hizi au matangazo kama hii yenye ibada siku maalum, katika siku ya leo ambayo ni sabato ya tatu katika mwezi wa... sabato ya pili katika mwezi wa tano e, sabato ya tarehe kumi e, Mungu anasaidia e, nawashukuru sana. Nadhani matangazo yangu atakuwa ameishia hapa. Mungu au pamoja na